Tunaelewana, kipindi chetu kile kile. Dada yake, mambo poa? mzima mzima, sawa. so, kuna challenge nataka nikupe hapa. challenge gani? una elfu kumi hapa mm -hmm. Ukiweza unachukua elfu kumi nakoya kwako, okay, na ndio sawa. nataka tumtafute mwanaume yeah. ah, yoyote, umbusu muda wa dakika moja, muda wa dakika moja. tunatafuta n mm, shega Mtafute fresh njo njo e njo jo njo njo kamera njo njo tuende, yoyote, namtafuta yoyote <laughs> yaa yeah. <Tuna> to lakini, tafuta yoyote, siyoyote lakini <laughs> Unataka aina gani labda? Labda unatafuta yoyote, tunatafuta yoyote, utakae mjua yoyote ambaye nitamtaka mimi sasa. Askia, Challenge ipo, mchumu mdoda dakika moja, yani mnakaa kabisa mnatumia dakika moja. Bro, njoo njoo mara moja, njoo mara moja bro. Mm, mambo bro, niaje, sorry mzima kuna challenge nimempata dango hapa, akiweza elfu kumi hapa ya kwake sawa, akae akuchuma mdo dakika moja. Ndiyo huyo hapa yupo <laughs> <Lipot> tayari huyo. <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, bado tunaendelea na kipindi chetu kile kile cha mtani kwenu Njoo njoo. <coughs> unataka mwingine si? Yupi, elfu kumi hapa kwa ajili yako. Shika kwanza, shika. Shika kwanza. Shika kwanza taki. Shika kwanza elfu kumi. Shika kwanza elfu kumi. Kwani sasa utaki? Dakika moja yani busa dakika moja yani, unakaa naye kabisa unamshikilia kabisa unamchuma muda dakika moja. Au vipi? Kwa nini sasa sasa sekunde, dakika moja ziishe kabisa watazamaji wao wanawatazama Ils, ils Yes, of course. Mjini wanafanya. Wanafanya. Sasa mimi tai mdomoni. Yes, mdomoni. Dakika moja shika kwanza elfu kumi hapa shika kwanza elfu hapa kumi.

Nakupa laki. Laki wewe yeah, hata we, kitu kazi. Subiri, subiri. Mhm. Ufanye hivi sawa tusiende mbali, Okay? Mimi nakuongezea pesa. Wewe shike tunaniongezea pesa hata una kitu kazi. <laughs> Oh, oh, oh. Mimi na kuongezea pesa. Shida. <laughs> Twende. Dakika moja, moja. Au, ni dakika moja? Dakika moja. Au bado ndogo? Bado ndogo. Ah, nikuongezee. Bado ndogo. Shika. Shika kwanza, shika kwanza. Shika kwanza <laughs> Shika kwanza. <Ka> hesabu shingapi? Ni arobaini. Ni ndogo au seti ndogo. Ni ndogo, niongeze. Seti ndogo. Ifike laki kufika jamani. jamani. Subiri, subiri sasa. Sasa subiri, subiri, nakuongezea dakika moja, dakika moja. Watazamaji wanaokutazama sasa hivi, unaongea kitu gani?

Unamtaka yupi unamtaka bachela unamtaka bachela dogo njoo dogo njoo njoo mdogo wangu njoo njoo njoo dogo njoo mdogo wangu Aya huyu hapa mwambie ipo hivi sawa so, kuna huyu mdada hapa sawa so, kuna challenge anaifanya Yaani anaku unamshika sawa so, unamlamba denda kama dakika moja hiyo.